na mtazamaji kwingineko ni kwamba maskota elfu moja katika eneo la gasi huko msambweni ni kaunti ya kwale wamepokea hati za kumiliki ardhi waliogawanyiwa na mwekezaji mmoja baada ya makubaliano na serikali maskota hao waliopokea hati hizo ni baadhi ya waliobomolewa makazi yao mwezi uliopita ili kuhamishia sehemu waliotengewa hekari mia tatu na sita lawrence nganga anaarifu zaidi kutoka kwale Ngojangoja ya maskota wa gazi hatimaye imezaa matunda baada ya hati miliki elfu moja kutolewa kwa wakazi wa hapa. Hati miliki hizi zikitolewa mwezi moja baada ya ubomozi kutekelezwa eneo hili. Kampuni ya Msambweni Development iliingia makubaliano na maskota hawa pamoja na serikali kuwatengea ekari mia tatu na sita sasa wakitarajiwa kuanza maisha yao upya huku kufunjiwa nyumba. Nilisikia, nilijisikia vibaya sana kwa sababu mimi naishi na familia ya zaidi ya watu wanane, lakini mheshimiwa wetu kwa juhudi zake akatuambia kueni na subira na title deed zenu zitatoka. Kwa sababu nyuma alikuwa anaishi na wasiwasi, sijui nitaondolewa, sijui nitabaki, lakini leo niko na nguvu. Mtu yoyote akija akinambia nipake na mi namtolea hati yangu, niko na nguvu. Nilikuwa naona sitapata, kumbe nilikuwa nitakuja lipate hii kitu. Nashukuru mheshimiwa vile ambavyo kila mtu wako na stakabadhi yake. Kwa hiyo moving forward, kuanzia next week, kila surveyor atakuja, ataonyesha kila mtu mahali pake, ataweza kuanza makao upya vizuri. Waliopewa hati miliki wakihimizwa kuwekeza kwa njia zinazofaa na kutouza mashamba yao kiholela. Maafisa wa usalama nao wakionya watu wengine wasiokuwa na hati miliki dhidi ya kuingilia ardhi za wenyewe. Cheti ni mtumie vizuri. Mtumie nini? Naweza pewa mikopo kwa benki na pia utakuwa unajisifia kwamba hasa niko na pahali pa pangu pa, si ndio? Yule mwenye anajua hana hana stakabadhi hatoke kwa hiari, kwa sababu tutatumia ngia nyingine. Sasa na hiyo ndio tulikuwa tunaweka tunaweka tunapeana muda, ndio ukisombwa upelekwe usitakiwe na trespass. Usiseme hukuambiwa kama utaridhika enda kotini abana, enda abana kuja kusumbua watu hapa. Ukilete maneno yako hapa tutakushika na tupeleke bahali unastahili. Hata hivyo, baadhi ya maskota ambao hawakubahatika kupata hati hizi wakisema hawajaridhia zoezi hilo wakidai kubaguliwa, mbunge wa Msambweni Faisal Badir akiwahakikishia kuwa watashinikiza serikali kuendelea kuwatafutia makao. Sisi hapa ni skwata, wale wenzetu pale Gasi ni skwata, lakini ni skwata wa Gasi atolewe aletwe mahali mimi nilipo, mimi nipelekwe nowhere? Hili ni jambo la kutushangaisha. bado Kapa sisi kamba. ni watu wa Msambwe Development, na kama Msambwe Development haitawaangalia mali wa kuwapeleka halali ili washiriki ikawaonyesha mashamba ya wenyewe, sisi tuko hapa na tunawasubiri, tunateseka, tunakaa kwa mvua kwa baridi na watoto tukiwa na watoto. Kwani hii serikali sisi haitupasi? Kwa hiyo, wale wote ambao labda hawa katika upande wa Msambweni hawakuwa katika upande wa ile ardhi iliyopimwa ya Gazi Community, lakini ni watu ambao tumeishi nao tunawajua. Kwa hiyo, hao wote nitahakikisha tutakaa na committee, tutakaa na Msambweni, nitakaa na Msambweni development. Hawa wote maslahi yao tutayaangalia. Lawrence Nanga, Runinga yes, na sekta ya Citizen, Tazamaji nao wadau madini